Okay, listen. Kuna tofauti ya kuwa Mkristo mfuasi wa Kristo na kuwa Mkristo mfuasi wa dini ya Ukristo. Elewa hicho kitu nichokwambia, kuna tofauti ya kuwa Mkristo mfuasi wa Kristo na kuwa Mkristo mfuasi wa dini ya Ukristo. Ukristo ni unafiki. Ukristo aukupeleki mbinguni. Shtuka, haukupeleki mbinguni, bali anayekupeleka mbinguni ni Kristo Yesu Kristo Yesu. Kwa hiyo achana na tabia ya kuwa mkristo mfuasi wa dini ya Ukristo, utapotea, unapoteza muda. Kuwa mkristo mfuasi wa Yesu Kristo. I'm done. Naitwa Arch Raymond, Ak Afrika Mashariki na Kati, nipo hapa kama ambasada wa Christ.